Tuangazie siasa sasa ambapo viongozi wa upinzani wamewataka Wakenya kuungana ili kumwondoa Rais William Ruto katika uchaguzi wa mwaka 2027. Viongozi hao wamedai serikali imefeli kimaendeleo na imebobea katika ufisadi. Aidha walipuuzilia mbali mpango wa serikali kupunguza makato ya ushuru wa mishahara kama kuwapumbaza Wakenya. Huyu ni Lusige na taarifa hiyo. Kina. Viongozi wa upinzani walikuwa eneo la Mudhidhi, kaunti ya Murang'a, kuhudhuria mazishi ya mamake mbunge wa zamani wa Kigumo, Jamleck Kamau, Mama Jane Wanjiko Kamau. Yeah, wakiongozwa na kinara wa DCP Rigathi Gachagua, viongozi hao wakisema muungano wao haukuzi siasa za ukabila, wakidai kwamba baadhi ya wanasiasa serikalini wanatumiwa kuchochea migawanyiko. Sisi hatuwezi kubali mtu yeyote agawanya hii mlima, kwa sababu ndiyo nguvu yetu And we know our unity is our strength. hawa watu ya mlima walikuchagua, they are they can elect somebody else from another region. Viongozi hao wakiwataka wakenya kuungana kuondoa uongozi wa sasa ambao wanasema umechangia ufisadi kushamiri. Lazima kuwe ni mtu moja, sababu tukigawanya kura ni sawasawa na kumpatia kura ndugu yangu. Kwa hivyo tuwe na umoja, tuwe na taratibu zetu na ndivyo tuweze kufaulu. Tuungane kabisa, huu ni wakati wa kuzungumza maneno ya Kenya vile kuna mpango ama wa wakati mwingine unaona jukumu la kugawanya pande hii ya taifa la Kenya, kuna jukumu pia kugawanya pande ingine ya Kenya. Wakati huo huo, kinara wa DAP-K Eugene Wamalwa akiwa katika kaunti ya Tranzoia alipuzilia mbali mpango wa serikali wa kupunguza makato ya ushuru wa mishahara. Sisi leo tuambia Wakenya do not give into the political gimmicks ya Bwana Zakayo na ushuru wake, ati anafanya kupunguza ushuru Bwana Ruto. When we had Bomas, tulipouliza upunguze ushuru 2023, mbona haukupunguza ushuru 2024? Jenzi waliposema upunguze ushuru, mbona haukusikiza watoto wetu? Wili Lusige, runinga ya Citizen, Nairobi. Amen.